kabisa kwamba kumwona huyu unajua anava ana, ana, uzazi ya. Okay. Na yule akionekana akionekana, hiyo ni kawaida kabisa kijamii, wala sio ni mbaya kufahamu, na ni vizuri kufahamu. Hii haimaanishi tu kukosekana kwa magonjwa, bali pia kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kuhusu uzazi. Unaweza ukasema mi naacha shule naolewa nataka kupata mtoto, maamuzi yako, lakini kwa kweli haiko hivyo. Kuna kipindi chake kitafika. Kuepuka maambukizi ya magonjwa, tunasema umuhimu wa kujua afya ya uzazi ni pamoja na kuepuka maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama virusi vya ukimwi na ukimwi na magonjwa mengine kama gonorea au kisonono na kaswende na magonjwa mengi ambayo yanasababisha matatizo kwenye uzazi. Ukipata haya magonjwa mengine yanaharibishwa, yani mtu ah, anaweza hata mtoto mwenye shida kama hiyo, au ukaolewa ukamwambukiza, au kaoa ukamwambukiza yule uliyemwoa. Kwa hiyo haya magonjwa sio mazuri kabisa, tunatakiwa tuyaepuke kwa sababu yanaweza nakupelekea kifo au magonjwa ambayo yataendelea kubaki katika mwili wako. Pia umuhimu mwingine ni kuelewa mabadiliko ya mwili wakati wa kubalehe. Yani ni vizuri kujua mabadiliko. Kuna wengine wanalia mpaka wanapelekwa hospitali, hajulikani wanalia nini. Kumbe akapata mabadiliko tu katika mwili wako, alikuwa hajaandaliwa kwamba kutafika wakati utaona hiki, utaona hiki, utabadilika, utaona hiki, sauti itakuwa nene, utaanza kuota nywele huku, sijui nini. Mwingine anajisikia vibaya, kifua kimekuwa kikubwa kidogo, analia na mambo mengine ya mwezi, kila mwezi. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu haya mambo kama ni ya, ya kawaida katika mabadiliko ya mwili Usipoyapata hayo, hutakuwa baba, hutakuwa mama. Amen, amen. Kuweza kufanya maamuzi sahihi kuhusu maisha ya kingono na uzazi. Ha, maisha ya, ya kingono wengine wanaita Ma, maisha, eti mambo ya tendo la ndoa. Hivi tendo la ndoa ni tendo la la shule za msingi au za sekondari, eh? Ni, ni, ni alini hay namba moja yasem baada ya ndoa, si ndio? Ndio maana ita tendo la ndoa. Sasa watu wanafanya tendo la sekondari tendo la chuoni. Hapana, hilo ni tendo la ndoa baada ya mtugee kubariki pale na kusema ile shela ifunguliwe hivi, sawa jamani? Hebu kila mtu atamani hicho kitu kifike asi, asiwake sawa jamani. Lakini kuna changamoto zinazo wakumba vijana kukosa, eh, kama kukosa elimu sahihi ya afya ya uzazi, shinikizo rika. Twende bwana ngakuonyesha demu mmoja hivi, twende bwana, yaani anambeba, mnabebana kama rika, mnadanganyana, twende akunyeshe mm. misana moja anasoma pale meli pale, twende gakuonyesha. Sasa hiyo ni mbaya au? Twende twende twende gakuonyesha, kaka moja anasoma pale meli mzuri. Hii nini ni nani, nani sio mzuri? Kila mtu ni mzuri. Watu tumeuka kwa mfano wa Mungu si ndio? Jamani eh, kila mtu. Kwa hiyo mtu asikudanganyi, shinikizorika ni mbaya sana. Watu ndio wameishia kwenye vijiwe, wameanza kuvuta na bangi kwa sababu ya shinikizorika, wameenda kwenda usiku na kurudi asubuhi nyumbani, watu hawajui wa yuko wapi, shuleni hayupo, nyumbani hayupo. Shinikizorika, kuna unyanyasaji wa kijinsia Hizi ndio changamoto vijana wanazokutana nazo. Kuna uh, mambo ya utoaji mimba, watu wametoa mimba. Mimi ni daktari nafahamu, watu waliotoa mimba wakiwa wadogo mpaka wamekuwa watu wazima hawana watoto, kwa sababu aliharibika via ya uzazi kabisa, kwa hiyo hakuweza kufanikiwa kupata mtoto tena. Sasa ambao hawajui wanasema tu ni bahati mbaya, yule ameshakuwa mtu mzima hana mtoto, lakini wachache wanajulikana waliharibu via ya uzazi kwa kutoa mimba. Sawa jamani, kwa hiyo tusikubali kabisa kabisa, tusikubali kupata mimba kabla ya wakati, ili useme naitoa, alafu unatoa unakuta mtu una toa, una ni Samia Suluhu Hassan unamtoa, unakuta nani majaliwa, au ni mchungaji unatoa, kumbe alikuwa awe mchungaji, kumbe alikuwa awe mtu muhimu sana katika jamii, injinia, <coughs> daktari, sijui nani, mhasibu kwa CPA umetoa, CPA umeitupa. Unanielewa eh? Tu tuangalie sana, ili jambo ni gumu sana. Vijana wengi wa wamejisahau wanapiga kutoa ni kawaida tu, lakini kumbe yule uliomtoa wa kwanza ndiye alikuwa cream ya familia yao. Wale wengine watakuja wengine ma mazezeta na wengine hawataweza kusoma hata shule. Unanielewa, kumbe ile ya kwanza uliyoitoa ndio ilikuwa ya maana sana, ndio alikuwa we first lady wa nchi yetu. Wako, wa dada wazuri hao mngekuwa wametolewa msingekuwa hapa leo kwa hiyo tujichunge sana tusitoe mimba mimba ni hatari sana ya maisha yetu e, lakini kuna ukosefu wa huduma rafiki kwa vijana kuna vijana wamelalamika wakitaka kwenda hospitali wa hawapati zile huduma rafiki kama vijana ingawaje tunajiuliza ni, ni, ni huduma zipi hizo kumbe kuna wengine ambao wanataka uzazi wa mpango uzazi wa mpango eh? wa nini mtoto uko meli sekondari, uzazi wa mpango wa nini? Kwa hiyo hiyo watu wanasema kweli, lakini hata ushauri ni, ni sehemu mojawapo ya huduma. Ni vizuri mpate sehemu nzuri ya kupata huduma nzuri, ya kupata ushauri, kweli unaweza ukawa na maswali yako mengi, unataka kujua, hata baada ya kufundisha hapa ukawa na maswali mengi, kama tukiwa na ma, maeneo rafiki ya kupata ushauri, hata kwenye ofisi za usharika. Labda si hata ofisi za ushirika, labda ziwe na chumba maalum cha ushauri kwa vijana. Vijana waambiwe kuanzia saa fulani mpaka saa fulani kutakuwa na mshauri wa vijana atakaa nane, mtauliza maswali mlio nayo, mtatoa dukuduku zenu mlio nazo. Inawezekana kuna unyanyasaji wa kijinsia unaendelea mahali pale. Kwa hiyo, mchungaji na shauri, hii sehemu hii sikosekane kwenye kwenye nani kwenye kwenye ya kama idara kabisa Idara ya vijana iwe na sehemu ambayo vijana wanapata ushauri, wasiende huko kwenye hospitali au kwa maeneo ambayo wanaambia tumia hivi vidonge siku thelathini, njoo kuchome sindano hapa, miezi mitatu, mwisho wake anaishia kutopata watoto, kwa sababu pale amecheza na homoni, amecheza na zile vile vichocheo vya mwili ambavyo vinakusababisha uweze kuitwa mama, uweze kuitwa baba. Hasa imeshachezewa, mtu anakuta hawezi tena kupata Suluhisho au mbinu za kukabiliana na hizi changamoto ni elimu ya afya ya uzazi itoleo shuleni, kwenye jamii pia, huduma rafiki kwa vijana kwenye vituo vya afya, malezi bora kutoka kwa wazazi. Unajua wazazi wanajitahidi kutoa malezi bora. Watu wanabadilishana hapa kwenye mambo ya rika rika, hapo watu wanabadilikia. Hapo watu wajitambue na kujiheshimu. Haki za uzazi kwa vijana, vijana wana haki pia mambo ya uzazi. Haki ya kupata taarifa sahihi, ndio kama nilivyosema, mtu anataka kujua kitu fulani au mwili wake anajisikia kitu fulani anataka kuuliza, mtu hana mahali pa kuulizia. Kwa hiyo una haki ya kupata taarifa, una haki ya kupata huduma za afya bila ubaguzi, kusema ni kijana mwacheni, ha. Haki ya kufanya maamuzi kuhusu mwili wako na haki ya kufanya maamuzi kuhusu, lakini maamuzi mazuri, sio kusema sasa ndio, na haki ya kufanya maamuzi basi, mimi nafanya maamuzi, naenda uchochoroni kule, naenda si wapi, kuna vijiwe fulani watu wanajiuza miili yao, na mimi naenda sasa, na haki bwana. Tunasema zile haki uzitumie vizuri. Haki za kulindwa dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia, nadhani hiyo ni muhimu sana, na kuna wengine hata kwenye mashule, kwenye vyuo wameweka watu wanaitwa whistleblowers, wale watu ambao ataona kuna hatari mahali anapiga, kama mpiga filimbi, ambaye atakimbia kwa mwalimu aseme, mwalimu kuna mahali nimeona pale chooni pale kuna tatizo pale. Au ni whistleblowers, shuleni wawepo, kanisani wawepo, ambao ni wale waadilifu ambao wataweza kupeleka taarifa kwa mchungaji au kwa mwalimu au kwa mwinjilisti. Kwa hiyo hiyo whistleblowers wanaweza kuwepo mahali popote. Uwe ni kanisani, uwe ni shuleni, uwe ni wapi, tunatakuwa tukuze maadili bora kwa ma, ma kuchagua marafiki wazuri, kwa kuhudhuria ibada na mafundisho ya kiroho. Kuna Bible study usikose, kuna neno la Mungu usikose, ili moyo wako ujae neno la Mungu badala ya kujaa maneno ya kwenye mitandao. Tusome vitabu vya neno la Mungu na vyenye maadili mazuri ya kuleta mafanikio kwenye maisha yetu, lakini tuepuke tamaa na tabia hatarishi. Mbali na hizo kansi la mtu azipata, kijana jitambue. Unajitambua kivipi? Tambua kwamba wewe binti au wewe mwanamke ambaye utakubali kuendea kinyume na maumbile kwa ajili ya tendo, ujue yako madhara ambayo utayapata. Kwanza, cha kwanza ni aibu. Ukitokea labda uka ume, umesha umeshazoea katika hiyo hali, lakini baadaye ukaenda katika hali ya usahihi ukabeba mimba aibu inakutokea wapi? Pale ambapo unakuwa tayari umefikia umefikia ule muda wa kupata mtoto wa kuzaa, namaanisha uchungu umekujia, madaktari watatumia njia mbadala ya kusababisha mtoto yule arudi katika njia yake husika. Hiyo ni aibu. Kama binti utajisikiaje? Au kama mwanamke utajisikiaje? Hiyo ni moja, lakini tukiongea kwa upande wa wanaume, unakuenda kinyume na maumbile kwa mwanamke sawa, au kwa mwanaume mwenzako, kumbuka kule ni kuchafu. Je, Unafikiri kwamba katika katika katika maumbile yako wewe unapokea uchafu mauchafu mangapi? Na unapoenda hospitali hujionee aibu kwamba daktari atanichukuliaje atanionaje? Kwa hiyo ba, tuepuke hivyo vitu lakini, tunavipataje hivyo vitu mpaka tukavifanya? Tunavipata vile vitu kwenye hizi simu zetu. Tunaona kwamba tumejili na mitandao ya kijamii, mitandao ya kijamii imetuharibu katika, yani kisaikolojia, mtu anaingia kule, anaona picha za ngono, sawa eh? Picha za ngono anapoziona zinamwathiri yeye, kwa sababu anaona watu wanashirikiana katika jinsia moja, anaye anaenda, anajaribu, sawa. Unapojaribu ndo unajitengenezea kujaribu kiakili, lakini pia zile picha zinakufanya wewe mwanaume huwezi kwenda kumtimizia mwanamke, kwa sababu ukiziangalia tayari unamaliza kila kitu Sawa, lakini pia hata mwanamke pia ukidili na zile pale, hata mwanaume atumie njia hiyo yote ile ya kusema na kusogeza, katika uwepo wa lile tendo huwezi fika kokote. Kwa sababu gani? umejitengenezea kwamba unajimudu, unajiweza. Wapendwa, njia sahihi tumrudie Mungu na kujitambua, kama mama alivyosema, tujitambue ili tuende sawasawa na mapenzi ya Mungu, kwa sababu hakuna dhambi kubwa kama hiyo. Kwa hiyo mwanamke, ulishaambiwa tayari utatafutiwa mwenzi si ndio? Ubavu na wewe mwanaume si hivyo hivyo? Sasa kwa nini unaenda katika njia ambayo sio sahihi? Tumrudie Mungu ili Mungu naye awe karibu na ya, sisi tumemweka mbali tukasogeza watu ambao si sahihi. Lakini pia tutumie mitandao ya kijamii kwa faida nzuri na sio faida ambazo za kutupotosha. Amina. Nina kitu cha kuongeza hapo kwa habari ya haya mambo ambayo yanaendelea sasa hivi. Ninafahamu, nimekaa na vijana, nimekaa nao, kuna ambao hawafanyi hivyo lakini wanajitosheleza wenyewe, watoto wa kiume, nikisema wanaelewa zaidi yeah. <laughs> wana... wanafanya masturbation Lakini hicho pia kina madhara, yaani mwingine anasema kuliko labda nikakutane naipi, kuna magonjwa, kuna nini. Na kuna wengine wanafundisha kabisa kwamba fanye hivi utaepuka hiki na hiki. Tunatambua kwamba kila kitu kina madhara na kila kitu kikitumika nje ya kusudi maanake unakatiza uhai wake. Nimeshawahi kuwauliza vijana wangu mahali fulani, wewe umeshawahi kuona uona shoga mzee? yaani amekuwa ya shoga tangu mtoto mpaka amekuwa babukizeni shoga, mmeshawahi kumwona. Ah, mmewahi kumwona <laughs> hayupo <laughs> Kwa kitu chochote ambacho kinatumika nje ya kusudi kinafupishwa maisha yake. Kwa tuache lakini nikajiuliza, hivi vitu ni kama addiction lakini pia ni kama robo hawa vijana ambao tunawafundisha wanashindaje hiki kitu? Mingine kama ulivyosema mama anajaribu kuacha anashindwa, ni kwa sababu hii ni roho na ni roho kamili kabisa. Kwa hiyo kuna mahali Yesu akasema sisi hatuwezi kufanya jambo lolote bila msaada wake. Kwa hiyo ninawashauri vijana wangu wazuri, tuache. Lakini tunapoacha unapoacha kitu lazima uweke kitu hili kile kitu kiondoke kabisa, weka hapo neno la Mungu, jiweke kwa Mungu huku mazima mazima, tusiingie nusu nusu, kikawaida kawaida. Amua kabisa kwamba mimi nitakuwa kijana ile sehemu, yale mambo nilikuwa nafanya, ninamweka Mungu na inawezekana. Ninasema vijana, mabinti zangu, inawezekana kabisa kuishi salama kwenye dunia ambayo haiko salama. Naomba niongezee hapo, napenda tu jiweke kwenye wakati sahihi. Kama sisi ni vijana wa kike, vijana wa kiume, kila mtu ajitambue, ajue anapaswa kufanya nini kwa wakati gani. Kama ni binti, sasa hivi unajua, tukichukulia mfano, wewe umevaa uniform, jambo kubwa sasa hivi unaotakiwa ufanyeje? Kusoma. Na baada ya kusoma, kuna hatua nyingine, kuna sekondari, kuna chuo, kuna kuendelea. Hizo ni hatua zote, vivyo hivyo kwa vijana wa kiume na baada ya kumaliza shule au kumaliza chuo, kuna tu inayofuata. Sasa unajitunzaje? Ukijiandaa wewe ni mama wa kesho, ukijiandaa wewe ni baba wa kesho, pia kujiweka bize. Vijana wanakuwa aido, hawana shughuli za kufanya Yani tutafutie vitu ambavyo vinatufanya tuwe bize. Kama sasa hivi huku bize na kusoma, basi huku bize na kusoma, lakini zinapoendelea hatua nyingine, uwe bize na vitu vya kufanya, vya kujijenga, vya kujimarisha kama mama wa kesho, kama baba vijana wa kesho. Vijana tunatekwa na makundi kwa sababu unakuta hana cha kufanya, nakaa ido tu yaani free tu hana cha kufanya, lakini ukakuta una shughuli za kufanya, labda si nitafute biashara gani, si labda nifuge ni njani, ni geni, nini, utakuwa na hayo mambo ya mitandao. Na hata kama ukiingia kwenye mitandao kwa faida, labda una advertise biashara yako, una advertise kuku zako, labda nguruwe zako unazofuga na nini. Yani tuwe busy, fanya jambo sahihi kwa wakati sahihi kwa future yako, kijiandaa kama baba wa kesho, kama mama wa kesho. Usikae tu bure kama mtu ambaye, jielewe. Asante iijazii wako vijana ambao wana miaka 13 kushuka chini hapa, maana hapa liko na vijana wangu hapa Sunday school wamekuwa ni vijana. Kinachoharibu vijana warikailizuarikaili ka kubwa sana ni utandawazi. Movie zimewaribu vijana wengi sana, hizi movie zinaharibu utamaduni wa Afrika kwa asilimia kubwa sana. Mimi niko kwenye ndoa kanaftil watoto wadogo ambao kwenye ndoa, wala ambao kwenye hata hawajafikia hata miaka ya kuangalia, hizo movie zinaharibu kwa asilimia kubwa sana zile movie, kwa faida kwa faida yako unazosema zinakufurahisha zinakuchekesha zinakuburudisha zinakuweka sawa, lakini zinaathiri akili yako kwa ujumla, kwa sababu akili ya mwanadamu inashika vitu vya kijinga kwa asilimia themanini na kitu. Kwa hiyo wewe, kijana, mpenda kujifunza vitu vyenye maarifa. Usipende kufuatilia vitu ambavyo havikujengi, havikusaidi, havikulipi, havikusaidi. Wewe ni kijana ambao unataka unapata kutengeneza maisha yako, unataka kujibadilika kuwa dokta, mwalimu, nini? Zile movie unapoziangalia zina athiri akili yako. Na unapata kuwa shoga, unajifunza hapo ushoga. Hakuna ni ushoga. Kusagana. Hakuna vitu vya maana unajifunza kwenye ile movie. Yaani zinguza kwenye movie au oh, vijana ambao wanaangalia hizo movie. Wako tipi tunazo flash tunazo na studio na wanajaa. Mimi ni mwalimu wa Sunday School, nafuatilia vitu kwa hiyo. Tunajaribu hata hata kuwaficha ficha watoto wa Sunday School. Unafundisha watoto Sunday School, unaambia tu kwamba uh, Yusufu alitenda dhambi gani ambayo ilimpeleka gerezani, watoto wanacheka. Dunia imegeuka imeona kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo wadogo zangu na vijana, lzidimi hizi TV hizi movie u utandawazi usitugeuze ukasahau kile ambacho Mungu amekipanda katika maisha yetu. Walimu wa Dima Sunday School walichokipanda katika maisha yetu. Sababu wote hapa tumelewa kwenye Sunday School. Na sisi tunasimamia msingi wa watoto wa Sunday School. Vijana wote na watoto wote tuko hapa na vijana wote wadogo. Em, tuangalie msalaba. Tuangalie ufufuo ambayo Mungu ametupatia sisi. Yesu Kristo alipofufuka akakaa katikati yetu. Tuangalie upendo ambao ametupa sisi hapa. Tusiangalie dunia. Tumwangalie Mungu mwenyewe, kwa sababu katika maisha atakaye tufikisha katika hatima maisha yetu ni Mungu. So hizi muvi, ukimgeukea Mungu na ukikaa katika Yesu Kristo, huwezi kuharibikiwa. Mimi nimejenga na mke na familia, kwa nini? Nimeeka katika Yesu Kristo mwenyewe. Mungu awabariki wote. Tunashukuru kwa niaba ya watoto wangu, kwa niaba ya vijana wangu, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili zuri. Asante na ninaamini kila ambacho tumejifunza Tunaenda kukiweka katika matendo kwa habari ya kujilinda. Tambua wewe ni nani? Kwa nini uko duniani? Usiishi tu kiholela kwa sababu wengine wanaishi hivyo. Tukipata vijana ambao wanajitambua, vijana ambao wanaweza kujitofautisha, itatusaidia sana dunia kuwa sehemu salama ya kuishi. Amen.